Naam, alhamdulillah. Mimi sioni hii ni shida. Mtu um, amekuambia Mungu dua. Nimekuambia leo siku mzaliwa Mungu akujalia khairi o hana shida dua siku mzaliwa kwambia dua yeah. Mzaliwa haakwambia naomba Mungu uh, Abu Fatma akujalie mm. Kesho mambo yako kujalia leo siku ya khairi kwako mm. Yaani, yeah. mm -hmm. Na dua haina shida wala hajafanya kosa, yeah. Ila kwa mtu ambaye siku amezaliwa anasherekea, sio, analeta mshumaa, analeta keki, kitu kinyume mm -hmm. <coughs> ya dini ya Uislamu. Waislamu mtakiwa kama nakumbuka siku amezaliwa, akumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta dunia hii, angalie katika daftari yake <coughs> miaka yote Mungu ameemba huyu amemtii Mungu wapi amemkosea, so, Mungu wapi. Sio tu siku ya kuzaliwa, wanaleta keki. Kwani keki kila siku tunakula sisi, keki sio hivyo kila siku. Okay. A, watu wengine wanafanya kama, kwa, kama kufanya kwa ekti watu wa magharibi wenamtu matani kutoka laana ya Mtume saa sallam ambay watu wanataka kufanana kwa ekti watu ambao sio Muislamu. Lakini mimi mtu mmoja siku moja, si moja kanaambia Sheikh mimi shazoea kitu siku mizaliwa mimi nataka ni, ni furahi na nini. Mimi nimwambia sawa. Achukua sadaka ile mbuzi nini au mchele mbeke yatima mfurahishe wao. Sadaka tukata sadaka. Na kufanya siku kuu hidi sio sahihi. Sumana vizuri. Ndio. Sio sahihi. Hii masaa ya ada sio ibada. Watu wafanyii, kwa ajili ya ibada ni ada.

Lakini wewe unafanya kama anafanya wao, wanaleta keki, unaweka mshumaa mshumaa, hasi unaweka hao watu, utakuwa kama watu fulani ambao utakuwa nao siku ya Kiyama. Sasa mtu achague utakuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au utakuwa kwa kafiri. Sahihi lazima leo, lakini kusherekea siku, maana mtu akifanya kweli ibada ni ada watu wana kalcha wa ada yao, lakini ada inatakiwa ustoke katika mipaka ya Waislamu. mm -hmm. Leo amekuleta Mungu dunia hii ukubwa wa umri huu lazima umshukuru, mshukuru Mungu, msaidie wa yatima, msaidie maskini, toa sadaka. Fanya kama wanafanya wenyewe wazungu, sio sahihi. Na hapo nimekumbuka, e, watu wanafanya siku mizaliwa wanafanya birthday na kumbuka self radhiallahu anhu, kila siku ambayo yeye kwake imeenda umri ilikuwa nalia nasema, binadamu usifurahi, kila siku wewe unaacha siku nyingine, unaongea upya, mguu wako inakaribia kaburi. Yani, kama mtu leo anafanya birthday yake miaka hmm. arobaini au sitini Mfano wale kufurahia, mimi nitaka auzinike. Kwa nini? Tunaambia wasalafu wanasema, miaka 40 yote wewe unaenda kwa Mungu bado hujafika, na kila siku inabita, wewe una safari yako inakurubia ka akhira, wala mtu auzinike, unafurahia nini? Lakini kitu ada, sio ibada, ni nasaha wangu watu asifanye, tabia yaache na kama utakufanya kitu amshukuru Mungu hmm, lakini atoe sadaka atoe nini, akumbuke yeye anasogea kwa akhira kila siku. Yani kama wewe ufuata Mungu anakuambia baada siku 6000 utakuja mm, kwangu. Sasa wewe unasherekea, ushabita siku zake 4000 umeishi au 4500 au 5500 bado 500 unafurahi, utakufurahi umekaribia safari zako